Hebu tuangalie wazo hili lenye nguvu: fikra zako zinaunda maisha yako. Uko tayari? Yaani, hapo ulipo sasa ni kwa sababu ya ulivyofikiri jana. Ni rahisi hivyo. Sasa hapa ndipo patamu. Mawazo yako sio maneno tu, ni nishati halisi. Kila wazo unalowaza lina mshindo wake wa kipekee, kila moja. Kwa hiyo kuna njia mbili hapa: nishati ya mafanikio na nishati ya hofu. Ukifikiria mafanikio, unakuwa kama sumaku, unavuta fursa zote nzuri kwako. Lakini ukifikiria kushindwa, unavuta nishati ya kushindwa vilevile. Ni sheria sawa. Lakini inafanyaje kazi hasa? Hebu tuone mfano. Hebu fikiria jana, uliamini kabisa naweza kufanya hivi. Na nini kinatokea leo? Mambo yanakwenda vizuri, njia inakuwa wazi. Sasa vipi kama jana uliogopa? Kama ulikuwa na mashaka, basi leo unakutana na vikwazo vile vile ulivyowaza. Kwa hiyo unaona, nguvu zote za kubadilisha maisha yako unazo wewe. Hii ndiyo siri: Badili unavyofikiri utabadili kila kitu maishani mwako, na ni rahisi sana kuanza. Kuna hatua tatu tu za kufuata: waza vizuri, vuta nishati nzuri, na utaona matokeo.